Wakili Bonifasi Mwabukusi ameeleza ambacho kilijiri katika Bunge la Ulaya hususani swala zima la Tundu Lissu pamoja na serikali ya Tanzania na maamuzi ambayo yametolewa. Bonifasi Mwabukusi anasema kikao cha dharura kilichofanyika jana Mei 7, 2025 kujadili suala la kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa wakili msomi Tundu Lissu wabunge wamewasilisha mapendekezo ya miswada ya maazimio yenye msimamo wa pamoja, akieleza mambo manne yafuatayo. Moja, anasema ni kushutumu vikali kukamatwa kwa Tundu Lissu na mashtaka ya uhaini yanayomkabili wakiyataja kuwa na mwelekeo wa kisiasa. Namba mbili, anasema kudai kuachiwa kwake mara moja bila masharti na kufutwa kwa mashtaka hayo. Namba tatu ni kwamba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 lakini kwa kiulizo anasema tume huru ya uchaguzi. Namba mbili anasema hifadhi na ulinzi wa maisha yao. Tatu anasema hamu ya serikali tatu ili kupata serikali yao ya Tanganyika. Namba nne anasema hamu ya bunge lao la Tanganyika litakalojadili mambo yasiyo ya, ya muungano. Namba tano anasema hamu ya kuwa na bunge litakalolinda rasilimali za Tanganyika kwa manufaa ya Watanganyika namba sita anasema kuwa na katiba mpya inayotokana na wao. Lakini namba saba ameandika haya kwa mtindo wa maswali, na namba saba anasema kuona tume maalum ya kimataifa ikiundwa kuchunguza wimbi la makumi ya watanganyika wanaopotezwa, na mwisho anasema tunamtaka Mdude Nyagari akiwa mzima wa afya. Baada ya andiko hili wasomaji wake mbalimbali katika ukurasa huu wa Twitter wameeleza nao maoni yao, wakisema tumeshindwa kuongelea mambo ya msingi kwenye bunge letu, acha watu Ulaya wajadili masuala mbalimbali yanayohusu stawi wa Tanzania huku tukijiona kuwa tunastawi. Bonifasi Mwabukusi anasema, sisi bunge liko busy kushambulia TFF na bodi ya ligi. Di Saru anasema, mwendelee kushtaki, nchi yetu ni huru ina katiba yake na sheria zake. Lazima sheria isimamiwe. Je, kwa Ulaya, anayetamka at atanukisha ataachwa kufanywa hivyo, au watachukuliwa hatua za kisheria? Aliyempiga Trump kwa risasi yuko wapi? Mandela anasema mambo yote uliyoandika nimeafikiana na nalo, ila swala la serikali tatu, mimi binafsi sikubaliani nalo kabisa. Maoni yangu ni kwamba Tanzania tubaki kuwa na serikali mbili tu, mk anasema wakili Mwabukusi, naomba unisaidie, how many countries their political situation had been discussed in EU. Huyu Mackenzie anasema hivi, Afrika tutajitambua lini? Viongozi wengi wanaamini katika kuyatumikia mataifa ya wazungu kwa manufaa ya familia zao. Huu ni ujinga mkubwa sana, na bado wanawaona wananchi kama mambumbumbu, kisa elimu zao za kuona za kumtumikia mzungu, uko raia wanapata tabu. Maoni yako mengi katika ukurasa huu wa X wa Bonifasi Mwabukusi, nawe unayo nafasi yako ya kutoa maoni. Karibu katika hili lililojadiliwa na Bunge la Ulaya kuhusu Tanzania, hususani wakili msomi Tundu Antipas Lissu na mambo yanayoendelea nchini.